Maisha tuliyo nayo ni mafupi sana, na tunatakiwa kukimbia kwa kasi kutimiza wajibu wetu wa kimungu uliotutoa mbinguni. Nikwambie jambo moja, ukiwa unakata roho, siniulize, ushawahi kukata roho, siniulize, ukiwa unakata roho, umefika ile critical moment za kukata roho Uwe rais uwe waziri uwe nani, unapofumba macho, ule wakati mzuri uliyoufanya duniani huwa unarudi kwako, namna ulivyosaidia watu unaanza kuviona, namna ulivyoinua watu, namna ulivyoombea watu, yale mambo yote yenye maana uliyoyafanya ukiwa duniani yanakurudia. Na hayo